Aleluya, Aleluya, asante. Tunakuwa kwa ukomo wa somo la tano ambalo linakuwa na kichwa kinachosema kuangaza kama nuru usiku, na tutasimu mwalimu, uchukue Biblia utakuwa haraka kwa kusoma mafungu haya. Lakini somo hili la tano linalosema kungaza kama nuru usiku, tunajua nuru ni nini? Hasa hasa nuru inakuwa na kazi kubwa ya kuonyesha mtu njia. Nuru inakuwa na kazi ya kuongoza mtu asijikwae gizani. Na sasa somo linasema kung'aza kama nuru usiku, hii nuru ni ya wapi na giza ni ya wapi? Na fungu la kukariri tuliipata katika kitabu cha Wafilipi wa pili, Wafilipi samahani, sura ya pili mstari wa kumi na nne na kumi na tano, nayo inasema Yatendeni mambo yote pasipo manunguniko wala mashindano, mpate kuwa wana wa Mungu wasio na lawama wala udanganyifu, wasio na ila kati ya kizazi chenye ukaidi kilichopotoka, ambao kati ya hao mnaonekana kuwa kama mianga katika ulimwengu. Mtume Paulo anasema kuwa, yaani, kuishi kwetu, kutembea kwetu, tujitahidi mwenendo wetu usiwe walawama watu wanapotazama matendo yetu washuhudie ya kwamba sisi ni nuru ya ulimwengu. Sisi tumekuwa mwanga kupitia matendo yetu mazuri ya Ukristo. Na katika kiingilio unaposoma Kumbukumbu la Torati sura ya ine mstari wa sita hapa ni wakati Mungu anawaambia Waebrania ya kwamba maarifa, akili na hekima ni kumtii yeye na kumheshimu yeye. Ndiyo maana mtu ambaye ana akili kulingana na Biblia, mutu ambaye ana hekima, mutu ambaye ana maarifa ni yule tu anayetii neno la Mungu, lakini tofauti na hapa, hakuna akili, hakuna maarifa, hakuna hekima. Na katika Yohane sura ya mnane mstari wa kumi na mbili Yesu anasema kuwa yeye ni nuru ya ulimwengu na yeyote atakayemjia yeye naye ataangaza dunia. Ni kama vile atakuwa nuru ndogo. Ndiyo maana Mathayo sura ya tano mstari wa kumi na nne anasema kuwa nanyi ni nuru ya ulimwengu. Yaani, unapokubali kuwa chini ya hema ya Yesu, unapokubali kuongozwa na Yesu, nawe unakuwa nini? Unakuwa mwanga mdogo sababu Yesu ndiye nuru kubwa. Ndiyo maana fundisho nasema kuangaza kama nuru usiku. Yaani hapa tunaangaza kupitia matendo yetu, mionekano yetu, tabia yetu inaangaza ulimwengu. Na kipengele cha siku ya kwanza kinasema tunatimiza kile kile Mungu anatenda ndani. Tutasiu tusomewa Filipi sura ya pili kumi na mbili na kumi na tatu. Ndiyo tusome Wafilipi Kitabu ni cha Wafilipi sura ni ya pili fungu la kumi na mbili na la kumi na tatu Tusikilize kazi ambayo tunaitwa kufanya, tusikilize kile tunachotakiwa kutenda, yaani tunatenda kile ambacho Mungu amefanya nini, ameanzisha tunatimiza kile ambacho Mungu ametenda ndani yetu. Wafilipi sura ya pili, kumi na mbili na kumi na tatu wa, mm, basi wapendwa wangu, mm, kama vile mulivyotii muli siku zote si, wa, si wakati mimi nilipokuwepo nilipo tu, bali mm, sasa zaidi sana mimi nisipokuwepo, utimizeni wokovu wenu wenyewe ogopa na, kutetemeka, na kutetemeka, kwa maana ndiye Mungu atendaye kazi ndani yenu kutaka kwenu na kuteta kwenu kwa, kuti, kwa kulitimiza kusudi lake jema. Asante. Paulo anawaambia Wafilipi, ndugu zangu, utimizeni wokovu wenu Anasema utimizeni wokovu wenu kwa kutetemeka, lakini anasema sababu tunatimiza kile Mungu anachofanya nini, anachotenda ndani yenu. Hapa kuna ishara kuwa wokovu wetu hautokane na sisi wenyewe, kuamini kwetu, kushiriki ibada hakutokane na kwetu sisi wenyewe, lakini kunatokana na nguvu za Mungu kupitia usaidizi wa Roho Mtakatifu ambao sisi kama binadamu watiifu tunakubalia mwito wa Mungu. Ndio maana fundisho nasema kutimiza kile Mungu anatenda ndani. Ndio maana unapoona umepata nguvu za kushiriki ibada na mwingine hakushiriki, unapoona umepata neema ya kuwa Mkristo Msabato na wengine hawajaipata, usijisifie sababu hii ni kazi ya Mungu ambayo anatenda nawe, unakubalia mwito wake wa kukubali neema hii. Hapa kuna ishara kuwa hakuna mtu atakayejipiga kifua na kushikubali ya kuwa kazi ninayotenda ni yangu mwenyewe. Ni kazi ya Mungu alafu sisi tunakubalia. Siku ya pili kasema nuru katika ulimwengu wa giza, na hapa mwandishi anatutolea kisa cha nyota. Anasema kuwa mahali ambapo hakuna mwanga safili kuvilaje na fasi zengine wala wakati wa giza sana sana, anasema giza ikakuwa nyingi mahali ambapo hakuna mwanga lakini kukaneemeka tu kutokea nyota. Pia mwanga wa nyota unaonekana zaidi sa gize na kuaya mingi, mwangaza ya nyota nayo inaongezeka. gize na kuaya mingi, eclairage ya nyota nayo inaongezeka, na hii inaonyesha uweza na nguvu za nyota. Sasa hapa mwandishi anasema kuwa nasi kama Wakristo, unaposoma Wafilipi sura ya pili kumi na tano na kumi na sita anasema sisi kama Wakristo ambao tunaishi katika ulimwengu wa dhambi, tena tumefikiwa na mwisho wa wakati, yaani maovu yanapozidi kuwa nyingi, nasi ingehitaji ingehitajika tuzidishe matendo yetu kuwa bora zaidi, na ndiyo maana akasema hatupaswi kamwe kuogopa kuwa tofauti. Imani imani yetu inapaswa kutangaza zaidi, anasema hatutaogopa

Zabiu iliyo hai msomaji, utasoma Warumi kumi na mbili mustari wa kwanza. Zabiu iliyo hai, kitabu ni cha Warumi sura ya kumi na mbili mustari wa kwanza. Warumi kumi na mbili mustari wa kwanza, warumi. Warumi na wasihi kwa huruma zake Mungu itoweni ito mili yenu iwe dhabihu iliyo hai Kat, takatifu ya kupendeza Mungu ndiyo ibada yenu yenye maana ndiyo Paulo anasema kuwa ndugu zangu na wasihi itoweni mili yenu iwe dhabihu iliyo hai ya kumpendeza Mungu na hapa ndipo ibada yenu inakuwa yenye maana mbele za Mungu. Anasema tutoe mili yetu. Na ndiyo maana unaposoma Timotheo wa pili sura ya ine mstari wa sita Paulo anasema kuwa nakaribia kufa na hawezi pata mtu mwiko na jisifia, sio anatafuta kufa. Anaweza kuwa leo nagonjwa, wala balikubana banakuambia kesho wataenda kuua. Kisha unaanza jisifia, unasema basi Mie mie, misiangaike mie, miye na furahi junakaribia kufa. Mutu haezi tokea vikakuwa hata siku siku moya, lakini Paulo anasema kuwa unapotoa mwili wako kwa Yesu, unapojitoa maisha yako iwe manukato mazuri mbele za Mungu, hautatishwa na kifo, na ndiyo maana mahali pengine anasema kuwa kuishi kwangu ni kwa ajili ya Kristo na kufa kwangu ni faida. Anajisifia kifo, anaposema ya kuwa nikakufa kwa ajili ya Kristo ni faida. Anasema kuwa nikateswa kwa ajili ya neno la Mungu ni faida kwangu, na hiki ndicho kitu ambacho tunaombwa kama waumini kufanya, yaani tunapotoa mili yetu kwa Yesu, tunapokubali kuongozwa na Yesu, hakuna kitu ambacho kinatutisha, yaani kula kwetu kunafanana na Ukristo kuvaa kwetu kunafanana na Ukristo, kutembea kwetu kunafanana na Ukristo, maisha yetu yanafanana ya Yesu sababu tumetoa mili yetu kuwa dhabihu iliyo hai kwa Kristo. Na hapa mwandishi anasema kuwa waumini wa awali ama Wakristo wa zamani sababu walikubali kujitoa kwa Yesu walikuwa na tabia ya kuhubiri nyumba kwa nyumba, kitu ambacho hatukitendi leo. Na wanasema kuwa walikuwa tayari kumjibu kila mtu kulingana na matumaini yao, tofauti na leo. Leo wanakuuliza juu ya nini, uko mudive? Unasema no, mie niko Adventist. Juu ya nini? No, miye nilizaliwa mudive. Juu ya nini? Juu ni kanisa ya Mungu. Vinaandikiwa wapi? Hakuna mafungu. Wanakuuliza juu ya nini, unaikala mui kanisa? Juu ya nini unaipenda, unaipenda imani ya Kikristo ambayo naabudu tofauti na siku za watu wengine, unasema no, wiko wazi na njo vile wiko. Je, pale umejibu hauyajibi? Lakini mwandishi anasema kuwa waumini wa awali walijibu kila mtu aliyewauliza maswali, sababu wametoa maisha yao kwa Yesu, wanajifunza neno la Mungu na wanajibu kila mtu kulingana na matumaini yake. Pia anasema kuwa waadventista wa awali

kuwa darasa za kuwafundisha watu neno la Mungu, sababu wametoa maisha yao kwa Yesu. Na anasema kuwa kazi ya kuhubiri hawakuiachia wachungaji tu, sababu wamejua kile walichoamini, wa wamefahamu kuwa Yesu amesema enendeni. Tofauti nasi leo, tunasema kuwa kazi ya kuhubiri habari njema ni ya wachungaji, sababu wameajiriwa na wanalipwa mshahara. Sasa sisi yale hayatuoni, unasema mie ndatoa tu makuta vyengine vyote ni vya wachungaji. Lakini mwandishi anasema kuwa tumesahau kazi kuu. Unapokubali kushitoa kwa Yesu, unakuwa na mwito ya kuhubiri habari njema. Siku ya ine kasema sifa iliyothibitishwa. Unaposoma kitabu ni cha Wafilipi sura ya pili mustari wa kumi na kenda unaendelea hadi makumi, makumi mbili na tatu. Hapa utaona sifa ambazo Mtume Paulo anamsifia Timotheo Anasema kuwa Timoteo ni mtu hodari. Anasema kuwa Timoteo ni mtu shujaa sababu ametoa maisha yake kwa Yesu. Sababu ametoa muda wake kwa Yesu. Sababu amekubali kufa kwa ajili ya injili. Sababu maisha yake yanampendeza Mungu. Ndiyo maana kile tunachoombwa nasi zaidi ni kutoa maisha yetu kwa Yesu. Pia mwandishi aliandika hapa anaposema ya kuwa kutakuwa na uchokozi ili kujaribu hasira, na ni kwa kukutana na ni kwa kutukana na hizi kwa roho nzuri. Samahani, anasema kuwa ikiwa maumizi na matusi yanavumiliwa kwa unyenyekevu, ikiwa maneno ya matusi yanajibiwa kwa majibu ya upole na matendo ya ukandamizaji kwa wema, huu ni ushuhuda kwa roho, ni ushuhuda kwamba roho wa Kristo anakaa moyoni. Sasa nasema kuwa Wakristo wengi hatuna uvumilivu. Mutu hawezi kukwala nako umnyamanzi dini paro utamwambia ubukristo uko natufa maimbo bwana, mimi nikooneshe jinsi niko mtu. Mutu anakwambia hauna hekima ya kunyenyekea umujibu vema, unasema sema vimaneno vya vistahili. Lakini hapa mwandishi anasema kuwa Mkristo halisi unapo, una, wenda unapojaribiwa na mutu anakutusi anakukwa lako weye, sa Mkristo mlipokea Yesu na unaiga kwa Yesu, unamjibu kwa upole, unamwelekeza kwa wema, na hii inaonyesha kuwa roho wa Kristo anakaa ndani mwako. Ndiyo maana mtume Paulo anasema ya kuwa, hapa hakuna tatizo kusifu mtu ambaye ana matendo mema. Asante, sababu muda umeyoyoma, tunakomeshea hapa, tunarudisha neno kwa mwenyekiti.